Gospel News na Mr. Tumefika. Msikilizaji wa 104.1 Ukombozi FM kutoka jijini Dar es Salaam. Kama kawaida, mimi ni Mr. Tumefika ni Tegazuko Junior. Kila siku huwa tunakutana hapa hapa. Lengo ni kukupatia habari zinazohusu waimbaji wa muziki wa injili pamoja na tasnia ya muziki wa injili kwa ujumla. Na leo tunakuwa tunaanza namna hii. Gospel News. Gospel News. Kwa kawaida tumekuwa tukizoea na kuona kwamba waimbaji wengi wanaofanya mziki wa injili kama mara ya kwanza alikuwa akifanya mziki wa kidunia, hakija kuokoka huwa habadilishi staili, anakuwa anafanya staili ile ile ambayo alikuwa akifanya pale mwanzo. Sasa hali imekuwa tofauti kwa mwimbaji wa muziki wa injili Bomby Johnson. Yeye hapo awali alikuwa akifanya mziki wa kidunia, na maanisha hip hop, lakini baada ya kuokoka, Bomby Johnson ameamua kufanya mziki wa kuabudu. Nyimbo za kuabudu ndizo nyimbo ambazo anazozifanya sasa hivi Bomby Johnson, tofauti na awali alipokuwa akifanya hip hop. Sasa tukataka kujua na kukupatia habari kwa nini Bomby Johnson anafanya nyimbo za kuabudu badala ya kufanya hip hop kama alivyokuwa akifanya pale awali, lakini pia hataelezea vitu vingi sana. Bomby Johnson, karibu mzee. Ni kweli kabisa, nilikuwa nafanya Uh, hip hop secular lakini nilianza mdogo mdogo kama makundi ya mtaani tu, nikaunda kundi langu ambao ilikuwa naitwa Mashupavu Camp. Uh, kwa hiyo tulikuwa tunafanya zaidi sana ni kibongo flavor, yani zile hip hop za chemsha bongo zile. Naona siko katika ulimwengu huo tena mm, nafanya praise and worship sasa hivi uh, niseme kwamba, unajua kila huduma ina mipangilio, lakini pia kila jambo lina wakati wake. Ni kwamba mimi nina mipango ya kufanya kazi nzuri na bado naendelea kufanya kazi nzuri lakini changamoto tunazopitia zinatofautiana kwao. Unakuta wengine huenda tayari wana management, nategemeana wengine labda wanawadhamini, lakini mimi mpaka sasa hivi ninajibeba mwenyewe kazi zote nazozifanya, yani nazifanya kwa gharama zangu mwenyewe za mfukoni. Kwa hiyo naendelea kupambana mpaka pale ambapo Mungu anakuwa amefungua milango mingine, lakini si kwamba labda ni katika matangazo ndo naweza nikasema, labda ukasema kuna delay kwamba sijahiti sana kwenye media, kwa maana yani sijapiga makelele mengi sana huko. Lakini kwa upande wa maandalizi au labda ratiba zile, yani niko bize kila siku, najifua, najiandaa. Afu pili pia mi pia nafanya kanisani, kwao ni kwamba sio kwamba niko kwenye tasnia tu ya mziki wa injili, lakini pia niko madhabahuni namtumikia Mungu kwa hiyo ninapokuwa kama sipo kwenye tamasha basi ujue niko madhabauni. Ninapotoka madhabauni, kwa mfano sasa hivi nimekuja hapa, nimeshuka kutokea madhabauni, kwa nikitoka kuhubiri. Kwa hiyo sasa hivi nakuja kufanyaje? Nakuja kuimba. Kwa hiyo kila kitu najua kwamba kina wakati wake, kwa pia naamini kwamba wakati wangu utakapofika wa kufika huko unakoelezea nitafika, nita tu namwamini Mungu. Gospel news na mister, tumefika. Tumefika. Tumefika. Yes. Hiyo ni storia ya kwanza kutoka kwake Bombi Johnson. Na stori ya pili inatoka kwa mwimbaji anayefahamika kwa jina la Ambwene Mwasongwe pamoja na Nelson Munyi. Hivi karibuni katika mitandao ya kijamii kumekuwa kukisambaa kwa wimbo unaitwa Usie na Upendeleo. Wimbo ni wa Nelson Munyi lakini umeandikwa kwamba amemshirikisha Ambwene Mwasongwe. Nikapokea simu mbili tatu kutoka kwa watu tofauti tofauti wakiniambia katika ule wimbo hakuna sauti ya Ambwene. Kwa hiyo Ambwene hajashirikishwa katika ule wimbo. Basi nikachukua jukumu la kumtafuta Ambwene Mwasongwe ili apate kutuelezea kuhusiana na wimbo, lakini Ambwene naye hakatupatia majibu mawili. Hebu tumsikilize Ambwene Mwasongwe. Hapana. <coughs> ule ni wa Nelson Munyi, mm. sijafanya naye, ila ni mdogo wangu ambaye mimi ni kama mshauri wake mmojawapo Mm. Ah, safi maana tumekuwa tukiona katika mitandao ah, yeah, oh, no, no, no, no, ya kijamii na wimbo kwamba ukitambulishwa kwamba Nelson featuring Ambwene Mwasongwe no. Nimekumbuka Nelson Munyi, usiona upendeleo ya kuna mahali ambapo niliimba. Kwa hiyo yu, yuko sahihi, ni mdogo wangu <laughs> sasa shida wimbo sikushika, lakini nimeimba naye huo wimbo kweli. Msikilizaji, um, huyo ni Ambwene Mwasongwe na hayo ndio majibu ambayo alotupatia, lakini kwa yule ambaye kusikiliza, basi wimbo wenyewe huu hapa unaitwa Hasia na Upendeleo, tupate kusikiliza alafu mwenyewe pia kwamba utanipatia kwamba je, yes, sauti ya Ambwene umeisikia au hujaisikia? Twende kazi 4 hizi ndizo stori mbili ambazo zilizokuandalia kwa siku ya leo. Mimi naitwa Mr Tumefika. Asante sana kwa wewe ambao uliotenga muda wako na kunisikiliza pia. Shukrani za pekee kwa produsa wangu Amiz kutoka ENS Records na wale wote ambao waliofanikisha zoezi hili mpaka Mr Tumefika kuwepo hewani kupitia Gospel Flavour. Kesho nao ni siku, tukutane tena hapa hapa ndani ya 104.1 Ukombozi FM.